Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo ikiwa tunaenda kuliangazia juma la kumi na tatu la robo ya pili ya mwaka wa 2025. Katika robo hii tumejifunza mada kuu inayosema vidokezo, tamathali za semi, ishara. Jinsi ya kujifunza unabii na Biblia. Juma hili tunaenda kuiangazia mada isemayo tamathali za semi za ule mwisho. Na hii ni kwa ajili ya Juni 21 hadi Juni 27. Leo ni Sabato mchana, Juni 21. Mwandishi anaelekeza somo hili katika Mathayo mtakatifu sura 12 ya 12:38 hadi hadi 42. Yohana sura ya 3:5 hadi ya 10. Ufunuo wa Yohana sura ya 18 aya 4 Danieli sura ya 5 ya kwanza hadi 31. Ufunuo sura ya 16 aya 12 hadi 19 na Mambo ya nyakati wa pili sura ya 36 aya 22 na 23. Fungu la kukariri limejengeka katika kitabu cha Yona sura ya kwanza ya 9. Neno la Mungu linasema, akawaambia mimi ni Mwebrania nami na mcha Bwana Mungu wa mbingu Aliyeziumba bahari na nchi kavu. Juma hili tutatazama kwa mara ya mwisho masimulizi yanayotusaidia kufafanua uelewa wetu wa matukio ya siku za mwisho. Wakati huu tutaangalia utume wa Yona huko Ninawi, anguko la Babeli na kuinuka kwa Koreshi, mfalme wa Wajemi ambaye aliwakomboa watu wa Mungu na kuwawezesha kurudi katika Nchi ya Ahadi. Kama ilivyo kwa visa vingine tulivyovichunguza, masimulizi haya ya kihistoria yamekuwa na maana kubwa kwa kila kizazi. Lakini pia yana umuhimu wa pekee kwa vizazi vya mwisho vinavyoishi kabla ya kurudi kwa Kristo. Yaani, tunaweza kupata kutoka katika masimulizi haya ya kihistoria vipengele mbalimbali vinavyoweza kutusaidia kuelewa vyema kile tunachokiita ukweli wa leo. Wakati huo huo, ni lazima tukumbuke jambo moja kwa visa hivi vyote vinavyoonekana kuwa kivuli cha matukio ya siku za mwisho. Ni lazima tuwe waangalifu kutazama mada na madokezo ya jumla na kutojaribu kuchanganua kila maelezo hadi kuleta kosa maana au mantiki kiunabii. Kama katika mifano ya Yesu, tunapaswa kutafuta mambo muhimu na kanuni hatupaswi kuchunguza kila kitu kwa matumaini ya kupata ukweli fulani uliofichwa badala yake tunapaswa kutafuta muhtasari kanuni na kutokana na haya tunaweza kugundua vipengele vinavyofaa kwa ajili ya siku za mwisho jifunze somo la juma hili kwa maandalizi ya sabato ya juni 28 jumapili nabii mkaidi jumatatu kazi ya toba jumanne karamu ya belshaza Jumatano, kukauka kwa Frati. Alhamisi, Koreshi Masihi. Ijumaa, jifunze zaidi. Hili ni somo la 13, tamathali za semi za ule mwisho. Mwenyezi Mungu akitupa kibali basi tujumuike pamoja katika masomo yanayofuata Juma hili. Mungu atubariki sote na karibu tena.